Imefahamika kuwa ajali hubadili maisha ya watu kwa kila kitu na hurudisha nyuma maendeleo na kuacha wanafamilia na jamii wakiwa na huzuni kubwa, huku pia wakikabiliwa na umasikini. Mwandishi wetu Saidi Makala ametuandalia taarifa ifuatayo. Kuzama kwa meli MV Bukoba kulileta simanzi kubwa kwa Watanzania wengi kutokana na kupoteza ndugu zao. Pamoja na hayo bado wanajamii na familia zao walikosa ndugu zao vipenzi baada ya ajali hiyo. Safari ya kudumu kutoka Bukoba hadi Mwanza kwa wakazi wa wilaya ya Bukoba Vijijini wanaotegemea usafiri huo wa meli katika bandari ya Kimondo imekuwa ndoto kubwa kwao kutokana na meli hiyo iliyopo sasa ya Serengeti kutofika katika bandari ya Kimondo. Idaya Adamu na Burwani Muhamedi ni mmoja wa watumiaji wa bandari hii ambapo wanasema kwamba kwa wa sasa mji huo umekuwa na ukiwa zaidi kutokana na kukosa huduma yoyote ya usafiri wa meli, hali inayosababisha biashara zao kuwa duni, kwa kuwa meli inayofanya safari zake kwa sasa kutoka Mwanza hufikia katika bandari ya Bukoba mjini pekee, hali inayofanya wakazi wa bandari ya Kimondo kubaki wakiwa hawana la kufanya zaidi ya kuondoka kutoka wilaya za vijijini kuja mjini. Baada ya hii meli kusimamishwa, imekuwa adha kubwa kwa wananchi, hasa katika usafirishaji wa bidhaa zinazopatikana katika, katika maeneo haya, hususan ni ndizi kama hizi za fia make, zimekuwa zikitegemea sana usafiri wa meli, lakini baada ya kusimamishwa, na bei yake imeshuka sana. Kwa hiyo kwa kipindi hiki wananchi wameathirika sana, kipindi ambacho meli moja kuna tatizo la wananchi kusafirisha mizigo yao ambayo ilikuwa inaenda Mwanza kwa haraka na kutupatia kipato kizuri, lakini la pili, wananchi vilevile vile tumepata tabu ya usafiri. Meli ingeweza kusafirisha watu wengi na kwa haraka na kwa muda mfupi. Kwa hali hiyo, kuikosa meli tumepelekea kuona kwamba tunapata tabu ya usafiri wa kutoka Bukoba kwenda Mwanza. Saidi Bakala, Bukoba vijijini, Channel 10.